Leo, mwanagrai, tutaenda kujifunza namna ya kuweza kujiunga na Telegram kwa kutumia kompyuta yako. Ukishaingia kwenye upande wa Microsoft Store, utaandika neno Telegram, kisha utai-download. Utadownload Telegram desktop au unaweza ukadownload Unigram, zote zinafanya kazi. Kisha baada ya hapo ukishaifungua Telegram yako au Unigram, kama mimi natumia Unigram kwenye eh, laptop hii, utaona namna ambavyo inasumbua. Sasa Namna ya kwanza ya kulog in kwa hapa, huwezi ukafanya hivyo, lakini kwa kupitia simu, huwa tuna download VPN kutoka kwenye Google Play Store au Apple Store. Sasa kwa upande wa kompyuta, huwa inasumbua kama hivi. Njia ya kwanza, kama utakuwa ni mvivu wa kutumia proxy, unazokaisubiri Telegram yako mpaka detect iache kutoa hizi namba ambazo zinaonekana eneo hili haya maneno maneno herufi herufi hizi ache kutokea, kisha tulia, kisha uskani kutoka Telegram ambayo unayo kwenye simu. Kama hauna Telegram kwenye simu itabidi udownload, kisha uingie kwenye Telegram yako. Kwa hiyo utaisubiri mpaka hapa ionyeshe ile QR code kama utakuwa na uvumilivu. Baada ya kuwa umesha kuonesha QR code, utarudi kwenye simu yako, utaingia kwenye Telegram, kisha utaenda kwenye hizi doti hizi, alama za mistari juu kushoto, hizi tatu. Ukishagusa utaenda kwenye upande wa settings. Ukishaingia kwenye settings, ukishaingia kwenye settings utaingia kwenye upande wa devices. Hapa kwenye devices utaona ni device ngapi zinatumia telegram yako. Kwa hiyo ukitaka kuunganisha, ndipo ambapo utaweza kubofia hapa kwenye link desktop device. Ukishamaliza, utaona QR code yako, unaiskani kwenye, kwenye kioo chako cha kompyuta kisha utaikubali itakuwa tayari confirmed. Sasa kwa kuwa sisi ile QR code yetu e, kwenye kompyuta bado inaonyesha hivi, kwa maana yake bado haija connect, hivyo tunaweza tukatumia proxy. Kwa upande wa huku juu kulia, utaona kuna alama inaitwa proxy. Hapa tutabofya, tukishapabofia hapo, utaona hapa kuna hizi proxy ambazo wameandika hapa, disable proxy, hapa system proxy, hapa wameandika use custom proxy. Sisi tutatumia custom proxy. Kwenye custom proxy mimi nitatumia proxy ambayo wanaipenda ni mproto. Kwenye mproto tutajaza server, tutajaza port, tutajaza pamoja na secret ni port utajaza port yako kama hivi alafu, kisha utamalizia na secret. Utaenda ku copy secret, ukishamaliza ku paste secret utapiga okay, kisha utasubiri ili QR code yako weze kukaa vizuri na kuonekana hapa. Kwa kuwa tayari Telegram yangu na iconnect kwenye upande wa prox, baada ya kuwa tayari imeshakubali kama hivi nitarudi kwenye upande wa simu yangu. Hapa kwenye simu yangu nitaenda kubonyeza hapa kwenye desktop device, hapa kwenye link desktop device nikisha bofia nitaenda kuskani hiyo QR code yangu kutoka kwenye desktop. Kwa hiyo wewe jichunge aa, kutokana na mwanga wa kompyuta kule unazoka upunguza, ili uweze kuipata vizuri. Baada ya hapo utaona ina connect kama hivi. Baada ya hapo, imeniambia niweke password yangu kwa kuwa nina two steps verification kwenye account yangu. Kwa kuwa wewe utakuwa hauna, basi unaweza kaingia moja kwa moja baada ya tu ya kuwa tayari umesha scan QR code yako, kwa hiyo mimi nitajaza password yangu. Baada ya kuwa tayari nimeshajaza, utaona account yangu imefunguka kwa, kwa namna ambavyo inavyokuwa account yangu kwenye upande wa kompyuta vilevile vile na kwenye upande wa simu inakuwa ni hivyo hivyo. Kwa hiyo, chochote ambacho nitakiposti ndani ya kompyuta vile vile na upande wa e, simu kitaonekana hivyo hivyo. Kitu cha kuzingatia ni kwamba hizi proxy ambazo tunazitumia kwenye connect Telegram zinapatikana upande ambao ni wa Google. Kwa hiyo, ukiingia Google unaweza kuzipata hizi proxy zote. Na baada tu ya kuwa umeshajiunga Telegram utaona kuna e, notification itakuja ndani ya kifaa chako ambacho ni simu yako, utaiona kwamba inakuuliza, je, ni wewe unataka ku log in kwenye hiyo desktop au kwenye hiyo kompyuta? Kwa hiyo uta confirm kwamba ni wewe, ili kifaa ili Telegram waweze kuruhusu uendelee kutumia Telegram yako ndani ya kompyuta. Kwa hiyo utabonyeza ni mimi ambaye nimelog hapo. Hii inasaidia sana, na unatakiwa hadi two steps verification, ili kulinda akaunti yako dhidi ya udukuzi, na tayari nimeshaweza kufundisha namna ya kuweka ulinzi ndani ya Telegram kwa sababu ni moja ya mtandao ambao unatusaidia sana e, kueneza maudhui yetu pamoja na e, kutumia sisi kuhifadhia vitu mbalimbali mbali. Kwa hiyo, uweke usalama zaidi ili usiweze kuchukuliwa akaunti yako ya upande wa Telegram. Ukitazama hapa kwenye kompyuta, ana vailable. Sasa kama itakuwa eh, proxy yako ni ana vailable haipatikani, utakachokifanya ni kwenda Google, kwenda kutafuta proxy nyingine. Utakachokifanya ni kuandika Telegram prox. Kisha baada ya hapo, itakayokuja ya kwanza kabisa hii hapa, ambayo inaonekana ni MTProto prox. Hii ni proxy nzuri sana na raha yake huwa ni ni free. Kwa hiyo utakachokuja kukifanya hata kama utakuwa na telegram ndani ya kompyuta yako lakini haiconnect, basi tumia hii proxy, ni nzuri sana kwa ajili ya kuconnect. Kwa hiyo utakacho kifanya ni kuja kwenye kubonyeza kwenye MT proto, proto, eh, proxy ambazo ni public. Utatafuta ambayo unaipenda, ukibonyeza hata moja tu itakwambia una connect, utakubali. Kwa hiyo utaendelea kufanya hivyo ili kupata ambayo ni connected isiwe inaweza kukusumbua telegram yako. Kwa hiyo kama hapo itasechi itasechi itasechi Ukiona kwamba haiadi proxy hiyo, utarudia tena, utarudi kwenye telegram yako utabofia tena nyingine ili uweze kuconnect, kwa utarudia hivyo, utaona kama hii tayari imekubali. Kwa hiyo nikiangalia kwenye proxy zangu, utaziona hii imekubali, ambayo nimeadi sasa hivi na ile ya mwanzo imekubali, lakini hii tayari imebi unavailable. Ni kwa nini tunadi proxy nyingi? Ili kitokea proxy moja ipatikane, basi proxy moja iweze kuweza kusapoti ambayo itakuwa inapatikana ile Telegram yako isiendelee kusumbua. Vile vile, na kwenye simu hapa juu, juu kabisa ya Telegram utaona kuna hiki kialama cha proxy. Kwa hiyo ukigusa utaona kwamba kuna proxy nyingi ambazo nimezi add mimi, na zote hizi nimezitoa Google. Kwa hiyo ukisearch Google utapata proxy ambazo ni za bure utaweza kuconnect. Kwa hiyo hapa, nimeconnect mimi proxy nyingi nyingi, na hapa nimeweka ni auto switch. hapa Autoswitch ni kwa nini naweka autoswitch? Autoswitch ikitokea kama moja haipo online, basi nyingine iweze kupatikana kwa urahisi na kuswitch automatic, na nimeweka sekunde tano ili uwezo wa kuswitch, kama itakuwa hii ambayo nimeconnect haipatikani iswitch kwa ile ambayo inapatikana ndani ya sekunde tano tu isisumbue. Ndio maana ukiingia Telegram utaona hii proxy ina load, inaitafuta proxy ambayo ipo karibu kwa ajili ya logging. Kwa hiyo ukiwa unafanya hivyo utaweza kulitatua kabisa tatizo la kushindwa kujiconnecti ndani ya Telegram. Nakutakia mafanikio mema na, mafanikio na usisahau kutusubscribe sisi kama Graphics Infos kwa ajili ya kuendelea kupata madini mbalimbali, mshirikishe na ndugu yako kuhusiana na tatizo lote la kuadi akaunti ya Telegram ndani ya desktop pamoja na kwenye simu, au ndani ya kompyuta pamoja na kwenye simu. Asalamu alaikum.